Waziri wa Kilimo a Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Mheshimiwa Suleiman Masoud Makame amesema kuwa mradi wa kuwawezesha ufugaji kwa kuwapatia ng'ombe ni miongoni mwa maelekezo ya Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ikiwa ni sehemu ya kuboresha ufugaji wa kisasa na kibiashara. Akizungumza katika hafla ya ugawaji wa ng'ombe 36 kwa wafugaji wa mkoa wa Kaskazini Unguja, wilaya ya Kaskazini B, shehia ya Mangapwani, Mheshimiwa Suleimani amesema hatua hiyo inalenga kuongeza uzalishaji na kuinua kipato cha wananchi. Mradi huu unatokana na maelekezo ya Mheshimiwa Rais kwamba sasa tunatoka katika ufugaji tuliouzoea, tunakwenda kwenye ufugaji wa kibiashara. Tuna nafasi kubwa kabisa ya kubadilisha maisha ya Wazanzibari, kwa hili jambo ni mwendelezo. Ng'ombe 248 na tayari wamesha wameshakabidhiwa katika maeneo mbalimbali. Wenzetu Pemba wameshapata 153 na tatu na hapa Unguja takribani ng'ombe 98 wameshatolewa. Ni hatua kubwa nzuri na ya kupongezwa. Aidha, waziri amesisitiza kuwa ng'ombe wanaotolewa ni mkopo, hivyo wafugaji wanapaswa kurejesha kwa wakati ili kutoa fursa kwa wengine kunufaika, hivyo kuchochea maendeleo ya sekta kwa ujumla. Tumekuwa na utamaduni wa kusema kijacho serikalini, wewe chukua tu, huu ni mkopo, na mkopo huu ni mkopo nafuu ambao asilimia ishirini na tano umeshapewa free, asilimia sabini na tano ukamilishe ili wale ambao hawajanufaika na mkopo huu waweze kunufaika pia. Nadhani tunaelewana eh? Tukirejesha mkopo huu tutatoa fursa kwa wengine ambao bado hawajapata fursa ya kupata ng'ombe na mambo mengine, waweze nao kupata. Kwa upande wake, Naibu Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Dr. Salum Soud Hamed, amesema wizara itaendelea kuwa karibu na wafugaji, na ameagiza wasimamizi wa Idara ya Mifugo kuhakikisha wanasajili ng'ombe wote waliotolewa ili kuwa na taarifa sahihi za wanufaika. Wizara yetu itaendelea kuwa karibu na wafugaji hawa, na jambo moja kubwa najua lipo na linaendelea, lakini tutalisimamia zaidi ni kuona wafugaji hawa wote tunawasajili, kuwatambua walipo, aina ya ng'ombe aliyepewa, uzuri hawa ng'ombe wana namba, na kujua maendeleo ya ng'ombe yule, ili kesho na kesho kutwa tukitaka taarifa za huyu ng'ombe tuzianze kuzipata wizarani, tujue ng'ombe fulani anaye bwana fulani, na sasa hivi ana umri huu na ana uwezo wa kuzalisha kiwango hichi cha maziwa. Naye mwakilishi kutoka Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania TADB amesema kuwa ndani ya kipindi cha miaka miwili, benki tayari imetoa ng'ombe mia mbili arobaini na nane kwa Unguja na Pemba, akieleza kuwa ugawaji huo ni matokeo ya marejesho mazuri ya mikopo kutoka kwa wafugaji. Ndani ya Zanzibar tangu tumeanza uh, tuna miaka miwili kama benki ya maendeleo ya kilimo kuja hapa Zanzibar kuwa na tawi. Lakini uh, mpaka hivi siku ya leo uh, tuna jumla ya ng'ombe 248 uh, ambao tumeshawatoa hapa Zanzibar kwa maana ya Unguja na Pemba, 153 wakiwa Pemba na 98 uh, wakiwa hapa uh, Unguja. So, haya ni matokeo ya utendaji mzuri na urejeshwaji mzuri wa mikopo. Katika vikundi baadhi ambavyo tayari tumeshavipa ng'ombe hapahapa Unguja. Wanufaika wa mradi huo wameipongeza serikali na kuahidi kufuata taratibu zote za ufugaji ili kuhakikisha mradi unaleta tija iliyokusudiwa. Kwa majina anaitwa Mwanahamisi Ali Ameri, natokea Mangapwani, wilaya ya kaskazini B. nimejisikia vizuri sana kupata huu mkopo wa ng'ombe leo hii na nashukuru Mungu eh, nimepata bahati ya mwanamke wa kwanza kupokea mkopo huu wa ng'ombe na kukabidhiwa ng'ombe huyu. Mie kwangu mie si mkopo tu, isipokuwa sasa na ajira. Mimi mwanamke ni mpambanaji ambaye najiamini, nimetokea kwenye ufugaji wa kawaida, lakini sasa hivi najikuta eh, nimeamua mimi mwenyewe kuingia kwenye ufugaji wa kisasa. Jina langu kwa jina Amenna ni mmoja wa walengwa wa mkopo wa ng'ombe natarajia, Mwenyezi Mungu akimjaalia, kupata manufaa zaidi. Nilikuwa mfugaji kwa kienyeji, sasa hivi nimeingia kwenye nyanja nyingine, wa ng'ombe wa maziwa. Baada ya ng'ombe wa, wa kienyeji kuona maslahi yake yako chini, ndipo nilipoamua niwe mmoja wapo wa kuchukua ng'ombe wa maziwa. Ninategemea kuwa nitate, ninategemea kuwa Nitarejesha mkopo kwa wakati na wenzangu wapate. Nikiripoti Arkamdaba Kilimo TV.